Tusalia katika masuala hayo hayo ya amani ambapo baadhi ya makasisi katika kaunti ya Nyeri wametoa wito kwa Rais Mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kuhakikisha umoja wa Kenya wote baada ya kuapishwa, wakitaja ushindi wao kuwa ufanisi kwa jamii zote za humu nchini, makasisi ha mteule kujitahidi kuunganisha kaunti zote 47. Wakiongozwa na Askofu Paul Wanjoy wa kanisa la New Life, makanisa ya kievangalika katika kaunti ya Nyeri yalitaja ushindi wa Rais Mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kuwa mafanikio makubwa kwa ustawi wa taifa hili. As you embark on your new position, our sincere prayers and love remains with you that God will grant you more favor and wisdom. Wakiwashukuru Wakenya kwa kudumisha amani wakati wa uchaguzi mkuu na baada ya uamuzi wa mahakama ya upeo hapo jana, makasisi hao walisema ushindi huo ni ushindi wa kanisa. It is an open secret that you have partnered with the church previously. We trust that under your great leadership and guidance you will bring together the country and take it to greater heights and achievement Kumagyo, wakati huo huo, baadhi ya makasisi katika kaunti ya Kiambu wameelezea matumaini yao ya kuhusishwa katika serikali inayokuja. Akiongea katika eneo bunge la Kiambaa, mchungaji Fredrick Nguge alisema makanisa yanasubiri utekelezaji wa manifesto ambayo yalizinduliwa wakati wa kampeni. We made a memorial, Adam, with our And I'm assuring you William Ruto is, does not lie. He is not a conny man. He does not, uh, he does not practice deceit. He is going to fulfill all what he promised. Andrew Kero, Cruz Mashinani.